Nahodha wa Taifa Stars na mchezaji wa kwanza wa Tanzania kucheza ligi kuu ya England. Anaongoza kwa uzoefu, nguvu na moyo wa kizalendo. Ana kasi, ujanja na uwezo wa kumalizia vizuri. Ni silaha kubwa kwa Taifa Stars na mchezaji mwenye nidhamu ya hali ya juu. Ana uwezo mkubwa wa kudhibiti mpira na kupiga pasi sahihi. Ameendelea kuwa kiungo bora zaidi katika ligi kuu bara. Kijana mwenye kipaji kikubwa anayecheza soka la kisasa barani Ulaya. Ana uwezo wa kucheza nafasi nyingi uwanjani. Ni mlinda mlango namba moja wa Tanzania kwa miaka kadhaa. Ana uzoefu mkubwa katika mashindano ya CAF na timu ya taifa. Miongoni mwa walinzi wazoefu zaidi nchini, amekuwa muhimili wa ulinzi wa Taifa Stars kwa muda mrefu ingawa ni raia wa Zambia, mchango wake kwenye ligi ya Tanzania ni mkubwa mno. Ubunifu wake umeinua kiwango cha Simba na ligi kwa ujumla. Mlinzi mwenye nguvu, nidhamu na uwezo wa kuongoza safu ya ulinzi. Ni sehemu muhimu ya mafanikio ya Yanga. Mwanasoka wa kike wa Tanzania anayewakilisha taifa kwa fahari Ulaya. Ingawa ni mchezaji wa kigeni, ni miongoni mwa washambuliaji hatari zaidi kwenye ligi kuu Tanzania. Uwepo wake umeongeza ushindani mkubwa katika soka la kisasa.